wezetu wa chuo cha uvuvi nchini FETA yuko hapa mkurugenzi wao, watakuja na mkakati wa namna kutoa elimu kwa watu mbalimbali walioko hapa, ukihusisha wale watakaokuwa kutumia haya maeneo, kwa sababu kama unavyofahamu bila kuwa na, ndio tumezoea, tuna uzoefu wa uh, kuvua miaka yote, lakini maarifa duniani yanakuwa. Kwa hiyo yale mnapowaongezea ile elimu inawapa mwamko, inawapa skills, vijana wengi watakuwa na ufahamu wa kufanya kwa njia ya kisasa na ikizingatiwa kwamba asilimia sabini na tano mheshimiwa mwenyekiti ya mazao ya uvuvi ambayo tunapeleka Ulaya yanatoka Ziwa Victoria, ambayo kwa hiyo huu utakuwa ni mwalo ambao uta attract sana wenzetu wa European Union kuhakikisha kwamba je, tuone huo mwalo mzuri mlioujenga ni kweli na kidhi viwango au la. Kwa hiyo hilo suala la management, tumeweka mpango ambao lazima tuwe tunafanya kazi kwa pamoja. E, hili eneo tunaosema tutakausha dagaa na kutoa tani moja na nusu unaweza ukanihoji kwamba je, uwezo wa watu wa hapa kuvua tani moja na nusu itatosha? Maana kama tunawekeza na kwingine na kwingine, maana yake kushakuwa na mazao mengi kwenye mawanda ya mradi. Kuna sehemu tutaionyesha pale ambapo tutajenga chanja za nje. Kuna chanja lakini zitakuwa na shed ambazo pia zinakubalika kwa utaratibu aa, soko la Ulaya, ili watu sio tu kwamba watakausha ndani, watakausha na nje pia kwa sehemu kubwa inaweza katumika labda kuhifadhi, lakini pia kibiashara hatutegemei sana kutakuwa kuna kuhifadhi kwingi, maana tunatamani tukisha kausha ziende sokoni. kwa kuna eneo hilo litutakuonyesha li, li, li ambapo tutajenga hizo chanja, lakini pia alipokuja e, Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye mashauriano, naomba kidogo hapa, unapopaona ndio muunganiko unaotoka huku kuja kwenye maji, tutazunguka kule nyuma tupeleka kwenye maji sasa ukiacha hivi, again kwenye standard zetu za ubora wa bidhaa hairuhusu. Kwa hiyo hapa ni, ni moja maeneo ambayo hawajafanya kazi, kwa sababu ilikuwa ni bado, lakini watalijengea ile inaitwa lamp kuja mpaka kule kwenye maji, ili wanapotoka kule kwenye uvuvi kusiwe kuna contamination ya aina yoyote kuhakikisha kwamba yanakuwa salama, yanakuwa safi kutoka kule mpaka eneo la kuja kufanya mauzo. Nadhani nimemaliza yote mm. ah, Paving. Yes. Paving, Paving, uh, elezea, kwa sababu hata hapa hapatakuwa hivi. Elezea. Asante, kupitia kwa Naibu Katibu Mkuu. mm. uh, katika kazi zilizobakia, mmoja wapo ni kwa ajili ya kuweza kufanya landscape hapa mm. na kujenga eneo la kuegeshea magari mm. na sehemu za kupita uh, watu kwa ajili ya huduma pamoja mm. na kwa hivyo paving haitakuwa eneo lote haita eneo kwa sababu pia lazima tu beautify huu yeah. Mm. mradi lazima u comply pia na sheria za mazingira pamoja na mm, climate change mm, kwamba tusijenge tu matofali kila mahala, sehemu nyingine lazima tuweke greeneries, eh, yeah. Eh, na watu wanaweza kukaa wakapumzika, nikuwa nikiunga <coughs> yeah. Eh, wanapata huduma hapa. Ningeshangaa kama hapana. Yes. Ah, no, no, no, no, tutafanya hivyo yeah.